Lakini hii election ilikuwa na maneno. Ukienda upande wa, nilikuwa naona pia Sifuna anajaribu kulecture watu huko Kisii, ati yo, wewe Sifuna, hii watu wa Nairobi tu na watu wazuri kwa sababu ni watu wa juu chini. Wewe ukiulizwa umae saidia nini watu wa Nairobi unasema nini wa Sifuna? Eh, kama sio kuongea tu eh, unaongea hapo kwa... Baba alikusaidia my friend, ukakuwa SG ukakuwa mutu ukakuwa eh, seneta wa Nairobi, lakini unaongea na hey, kama William Ruto hata una heshima? My friend heshima William Ruto, kijana asara alikuwa nauza kuku, ameangaika hii dunia, amepigana na wanaume. Sasa ingine kubalianga mutu legacy yake hata kidogo, usuko tu, William Ruto ni kama kijana yako wewe ni mtu mshenzi sana. Ukiuliza watu wa Nairobi ni nini umesaidia wa, nothing, completely nothing wogmn tabu ya kura. Ukiomba kura ujipime kwanza, kura sio kitu rahisi, na nilipenda vile uliandika ukasema unarudi kuwa nazo. Kura ni kazi ngumu, iulidikas r ikai watu wangu wengi, akina Malala wanaongea mambo mingi. Mtu alikuwa kwa serikali akajiondoa, lakini hii zuru Malala ni mti yangu mbele, bado iko sawa. Anyway, otherwise hiyo mambo ili aribika juzi ingine ikakuwa vile ilikuwa, maisha lazima yaendelee, lakini nataka nirudie tu, niambie Mr Dorcas, wacha kupeleka Wakikuyu kwa mtaro. Ni mwana leo tena unaongea hata uje, ujeishika adabu s mkutano wa mwisho utaongea na ile nyingine wa, wa wa oh, hey, tulikana 4 hours. tulikana 9 hours. au sikii hata kama walikuwa nidharau, kwa sababu labda unaza nidharau siku sikusoma vizuri, au ungesoma hata maneno mengine